Baada ya kaburi kujaa maji, maiti ilikaa juu. Wananchi walishindwa kuzika. Msikilizaji, simulizi hii ni ya kichawi na kutisha. Kama una tabia ya kuota usiku, tafadhali usitazame video hii. Bi Chaupole alisimama akimwangalia kwa hasira kali mumewe, mzee Masud, ambaye maneno yake yalianza kuonekana kama puuzi usiyoileweka. Masikini shekhe mkubwa wa kijiji. Leo hii alithibitika kuwa chini ya mamlaka ya mwanamke ambaye hakuwa wa kawaida, bali mchawi halisi. Unasubiri nini hapo dirishani? Nenda ndani ukalale alinguruma Bi Chaupole, sauti yake ikikatiza usiku kama radi. Masud, dhaifu na mwenye mwili uliolegea mithili ya aliyepigwa na ganzi, akatii bila kupinga, akajilaza kitandani, akili yake ikipotea, kana kwamba hakuwa tena anajua ni nani wala alifanya nini. Pale nje ya nyumba yao, giza lilikuwa limekalia kijiji kizima kwa uzito wa ajabu. Wananchi waliingiwa na mshangao, kijiji kizima kimefunikwa na giza zito lenye upepo mkali uliovuma kama kimbunga cha jobo. Wengi walitamani kutoka nje kushuhudia kilichokuwa kinaendelea, lakini sintofahamu na hofu ziliwatia ndani. Ndani, Bi Chaupole hakukoma, alimgeukia Halima, mama yake Bakari, na kwa sauti iliyojawa ubabe akasema Nisikilize wewe, kuanzia sasa jina lako limefutwa katika historia ya kijiji hiki. Hakuna atakayetaja tena jina langu mbele yangu. Wewe ni mfuasi wangu na kazi yako ni kututumikia. Mashamba yetu utayalima na sisi tutafurahia nguvu zako. Akampiga kichwani kwa vidole vyake baridi. Mara moja macho ya Halima yakawatasa, akili yake ikateleza kama maji akaanza kutembea taratibu akiongozwa na Bichaupole kuelekea mbele pasipo kujua ni wapi anaelekea. Kona kushoto, aliamrisha Bichaupole. Halima akatii bila hata kuuliza. Walipofika, waliingia kwenye jumba lililoonekana chakavu kwa nje, ukuta uliojaa nyufa, paa lililoinama na mandhari ya kutisha. Hata hivyo, walipoingia ndani ghafla likabadilika kuwa kasri lenye fahari, ukumbi mpana wenye mapambo ya dhahabu, kuta zenye vioo vya thamani na maparizia yaliyotengenezwa kwa vitambaa ghali. Lilikuwa jumba dogo kwa macho ya nje, lakini kwa ndani lilikuwa kama ikulu ya Marekani. Nyonde! Bi Chaupole alipaza sauti, ikavuma ikitisha kuta. Dakika chache baadaye nguo zake zikaanza kudondoka chini, moja baada ya nyingine, akabaki kama alivyozaliwa. Sauti hile ikawa mwito wa wachawi wengine. Waliokuwa mbali walipoisikia, walijua sherehe imeanza. Mmoja baada ya mwingine wakajitokeza, kila mmoja akipaza neno lile lile, nyonde. Nguo zao nazo zikadondoka, wakabaki uchi, nyusu zikibadilika-badilika kwa sura za ajabu za kutisha. Bi Chaupole akawaangalia na kutangaza, mnajua kinachoendelea kijijini. Aibu imeingia, lakini yule mjinga tumeshamzika. Ngoja tumfufue aje tumtafune nyama zake mbele yetu. Akaita tena zi, zi, zi. Makaburini mahali walipozikia mwili wa baba Bakari, ardhi ilianza kusogea, nyasi ndogo zikamea kwa kasi, mchanga ukapasuka na kupanda juu kwa kishindo. Kutoka humo akajitokeza baba Bakari akiwa na umbo lake kamili kabla ya kuzika. Macho yake yalikuwa mekundu akatazama kushoto na kulia, kisha akasikia mwito wa Bi Chaupole akaanza kuufuata. Alipotembea hadi jumba lile na kuingia ndani, wachawi wote walimpokea kwa kelele za furaha. Bi Chaupole akasema kwa kicheko cha uovu, naona umekuja mwenyewe. <laughs> kisha akamshika Halima sikio, mara moja akili ya Halima ikarudi, akapiga kelele kwa maumivu ya moyo, Baba Bakari, mwanangu yupo wapi? Lakini baba Bakari hakuwa na uwezo wa kuongea. Kimya chake kikali kilimpa Halima wasiwasi na kuuliza, mwanangu yupo wapi? Aliendelea kulalamika huku akigeuka na kuona sura za wachawi, mili yao uchi, nyuso zikibadilika kila muda, zikitisha kwa namna ya ajabu. Mama nafuka, niacheni! Alipiga kelele kwa hofu, akijaribu kujitoa, lakini alianguka chini, machozi yakimtiririka. Naomba niache, sijafanya kosa lolote. Aliomba kwa kilio, lakini wachawi hawakumjali. Badala yake, Bi Chaupole akampiga kichwani Baba Bakari, na mara moja akarejea katika akili zake za mwanadamu. "Mama Bakari, tuondoke hapa," yalikuwa maneno yake ya kwanza tangu kufufuka. Akamshika mkono Halima, wakaanza kukimbia kuelekea nje ya jumba. Bi Sijali alitaka kuwakimbiza. Lakini wachawi wenzake wakamzuia. Bi Chaupole akasema kwa tabasamu la uovu, waacheni waende, watarejea wenyewe. Watakapokuja tena watatuletea mtoto wa binti Swed, yule aliyejifungua mwezi uliopita. Tutamcheza mpira na hao wawili tutajitumia kama watumwa wa mashamba yetu.